ninaahidi kuilinda na kuitumikia na kuitetea jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote na moyo wangu wote. Ee Mwenyezi Mungu, nisaidie. Mheshimiwa condesta Michael Sichalwe.